Aprili 9 mwaka 2025 ili kuondoa usumbufu, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetakiwa kutumia jina la uwanja mbadala kuto eh, asema utakaotumiwa na Simba ifikapo eh, Machi 14 2025 25 mm. Lakini hmm, wakati huo CAF itafanya uchaguzi, ukaguzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa March 2025 ili kuona maboresho yaliyofanyika kabla ya kuamua ya kuruhusu utumike au kuendelea kuufungia hmm. Bali ya mechi za CAF Champions League uwanja wa Benjamin Mkapa umepangwa kutumika kwa ajili ya fainali za CHAN hmm, zitazofanyika Agosti 2025 bana. Kwa hiyo Benjamin Mkapa umepigwa pini. Eneo hilo alikuwa yuko busy kuwazuia Simba wasifanya mazoezi baada ya kusimamia uwanja wao vizuri. <laughs> Ah, hapo kuna <sasa. laughs> utata. Sasa, unajua, mi moja ya kitu ambacho i oh, zungumza katika matani hiyo yeah. Moja ya kitu ambacho mimi najiuliza Bwana Vani <antibiotics> na Bwana Walter na msikilizaji yeah. Maboresho kuhusu uwanja wa Mkapa tunandoa yeah. Kila siku kwenye maboresho, halafu ndio imepigwa nyundo. Katika levu ile ya ya ya ya ya Mkapa. Mm. Wanaendaje? Yaani wale CAF kuna zile mashine wanakuja kwenye kuweka pale kwenye ardhi. Mm-hmm. Anachukua kwenye mashine, anakipima hivi, anaona pichi, anaangalia yani ile pichi. Yani sio kuangalia tu kwa majani, bwana hapa mbona majani ni kijani? Aha. Anajua kijani sio kijani. Anaangalia ubora Hila. wa ile pichi. Mm. Sasa ule ndio uwanja wa mkubwa ambao sisi kama nchi tunategemea. Mm. Na ndio mpigwa pini, tayari mpigwa pini. In case Yaani mbona kufikia hapo bado usifanyaje? Na hujakamilika. Na U, yeah. Ni hapa kishukuru sasa si, tunacheza tu hapa kishukuru sio? Ah, ni kishukuru. April si. Hizi ni mbali sana mwezi wa tatu si, tunacheza na Morocco. Na ndio hivyo. Ya bwana kama Zanzibar. Zanzibar. Ni ni, na na ndio. Ndio. Muda? Ndio ni, lakini kwa maana yake TFF yenyewe juzi imefungia viwanja vitatu na wenyewe wakafungia. Kuna hao pia wamefungia uwanja na na wapi? Eh, Kirumba, Dodoma, Dodoma. Jamhuri. Kwa uwanja wa Mkapa umepiga watu sasa hivi watu watacheza game kwenye simu. Na na Simba kama Yanga, kwenye game. Anasema kwa mtu ameuliza eti ongoli Anasema hivi, mtu yeah anauliza hapo kwa hapo mmoja mmoja wake, mm -hmm, anasema Angoli wanja ya kutotumika kwa muda mrefu hauharibiki. Sasa kama Mkapa umefungiwa, viwanja vyote si vimefungwa?